Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuomba kama vile apendavyo Baba, kama vile apendavyo Baba. Maandiko yanaweka wazi katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na 27, maandiko yanasema kadhalika, Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Unaona Biblia inachokisema Inasema hivi kadhalika, roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Nini maana yake? Sio kwamba hatujui kuomba, ila hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Itupasavyo maana yake hatujui kuomba kama vile inavyopasa tuombe. Kuna namna ambayo Mungu anatutaka tuombe. Sasa jinsi hiyo ambayo inatutaka tuombe sisi, hatujui unaweza ukataka uombe, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayejua jinsi inaokupasa uombe hata upate matokeo ya maombi yako. Haleluya! Lakini pia anaendelea kusema hivi na yeye aichunguzee mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Unaona Biblia anavyosema ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayejua, anatusaidia kuomba kama vile apendavyo Mungu. Nataka uniambie, je, unaweza kuomba kama apendavyo Mungu afu usipate matokeo? Jibu ni hapana. Ko, unaona umuhimu wa kumuhusisha Roho Mtakatifu. Ukimuhusisha Roho Mtakatifu, Roho anaweza kukusaidia kuomba kama vile apendavyo Mungu na ukapata majibu yako asilimia mia moja katika jina la Yesu Kristo aliye. Mtu mmoja atajiuliza, sasa nawezaje kumuhusisha Roho Mtakatifu? Kuna namna nne za haraka unaweza ukamuhusisha Roho Mtakatifu katika maombi yako. Cha kwanza, kabla hujaingia kuomba, muombe Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu unamuhusisha namna gani? Paulo aliweka wazi katika kitabu cha Efeso sura ya tano mstari wa kumi na tisa ya kwamba mwimbie zaburi tenzi na nyimbo za rohoni. Kabla ujaingia kuomba mwimbie Roho Mtakatifu tenzi, mwimbie Roho Mtakatifu nyimbo za rohoni, mwimbie Roho Mtakatifu zaburi. Namna hiyo inamvuta Roho Mtakatifu na anasemaje? Shukrani ndani ya mioyo yenu, mshukuru Roho Mtakatifu, mwambie asante, sante, sante Bwana kwenye maombi yako, inamvuta Roho Mtakatifu ausike kwenye maombi yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hakikisha kwamba nyimbo za rohoni, zaburi tenzi, shukrani katika moyo wako. Unapofanya namna hiyo, ina mwatrakti Roho Mtakatifu katika maombi yako. Lakini pia cha pili, ushirika na Roho Mtakatifu katika siku nzima, kuwa na maisha ya kumshirikisha Roho Mtakatifu. Napendaga sana kuambia watu maombi, nguvu ya maombi yako ya usiku inatengenezwa na, na maisha yako ya siku nzima ulipoamka asubuhi, muhusishe Roho Mtakatifu. Nini maana ya ushirika? Ushirika ni kushirikiana, ushirika ni wewe kumshirikisha Roho Mtakatifu mambo yako yote, kila kitu, muhusishe Roho Mtakatifu. unapokuwa kazini, muhusishe Roho Mtakatifu kila kitu. Lakini pia na wewe jihusishe kwenye mambo ya Roho Mtakatifu, hasa mambo ya Injili. Mtu ambaye anajihusisha kwenye mambo ya Injili Aidha kwa sadaka zake au kwenda kuhubiri, ni mtu ambaye kwenye maombi yake Roho Mtakatifu anahusika asilimia mia moja. Lakini pia cha tatu, tambua uwepo wa Roho Mtakatifu kila mahali unapoenda. Nenda ukiwa unatambua kwamba Roho Mtakatifu yuko mahali yapo. Unapokuwa kazini, tambua Roho Mtakatifu yupo na wewe. Na unatambuaje? Fanya kazi zako, sema asante Roho Mtakatifu. Unainuka kwenye kiti, sema o, asante Bwana. Umekaa sema asante Bwana. Unafanya kazi zako, mwambie we, Roho Mtakatifu asante, karibu, nisaidie kufanya hizi kazi kwa ufanisi. Saa zote tambua Roho Mtakatifu upo na wewe, namshirikisha katika mambo yako yote, unatambua kwamba mahali ulipo na yeye yupo, tena hasa ndani ya moyo wako, na wewe upo ndani mwake. Haleluya. Na mwisho kabisa, kwenye maombi yako uwe una tabia, katikati ya maombi msifu Roho Mtakatifu. Unaomba unaomba, katikati ya maombi sema Roho Mtakatifu, wewe ni Bwana O oh, asante roha Bwana. O oh, we ni mwema. endelea kuomba, endelea kuomba. Unaomba maneno mawili matatu, mwambia asante Roho Mtakatifu, una nena ramakadeberade, mwambia asante Roho Mtakatifu. Tamani kwenye maombi yako saa zote, tamka neno lo mtakatifu liwe limejaa. oh, Yesu, we ni mwema, Bwana we ni mwema. Endelea na maombi yako. Unapofanya namna hiyo, nikwambie, roho yako kwanza inatambua uwepo wa Roho Mtakatifu, inatambua uwepo wa Roho Mtakatifu, inatambua uwepo wa Yesu Kristo, na konshas yako ufahamu wako unatambua kwa bailo mtakatifu na ukiomba namna hiyo, ninakuashua majibu ya maombi yako yatakuwa ni asilimia mia moja. Ninakuasa nina, nina nina siku ya leo katika maombi yako yote unaoyaomba, muhusishe roho mtakatifu. Tambua uwepo wa roho mtakatifu. Sikiliza somo hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sikiliza kwa umakini pointi hata pointi, nikwambie, itakusaidia na leo hii unapoenda kuomba, tafadhali muhusishe roho mtakatifu na mahali hapo ulipo, tambua uwepo wa Roho Mtakatifu, mshirikishe Roho Mtakatifu mambo yako yote katika jina Yesu saa zote. Ukikaa mwambie Roho Mtakatifu karibu. Umeenda mahali, mwambie Roho Mtakatifu karibu. Umeingia mahali, mwambie Roho Mtakatifu karibu kila mahali tembea ukiwa unaongea na Roho Mtakatifu. Nikwambie, Roho Mtakatifu akijaa kwenye moyo wako, Yesu Kristo akijaa ndani yako, ukiwa saa zote unatambua uwepo wake, barabarani unatambua uwepo wake, unamsifu saa zote, unamshirikisha mambo yako saa zote, unafanya fellowship na community na yeye saa zote, nikwambie wazi, katika maombi yako ukienda kuomba utasikia uwepo wake katika jina Yesu. Na uwepo wake ukiwepo utaomba na utapokea majibu ya maombi yako. Katika jina Yesu. Na kuombea leo hii katika jina Yesu. Unapoenda kuomba uwepo Roho Mtakatifu uwepo, Mtakatifu uwepo na wewe. Na ukiomba ukapokea majibu ya maombi yako katika jina Yesu. Acha nikuombee Baba katika jina ya Yesu. Watoto wako nawaombea saa hii wanapoenda katika maombi yao Roho wako Mtakatifu awepo na wao mahali walipo katika jina Yesu. Uwepo wako siwaache wakiomba wakapokea majibu ya maombi yao katika jina Yesu. Asante Bwana Yesu. Amen. Mwana wa Mungu. Kama bado huja subscribe channel hii tafadhali subscribe. Na kama bado hujagusa hiyo linki ya kujiunga na darasa la maombi tafadhali nenda kwenye subscription hapo chini nenda kwenye comment, gusa hiyo linki jiunge na darasa la maombi hakika utabarikiwa. Mungu akubariki sana. Mimi ni Pastor Ulenje. Amen.